Lewana. Sasa amesema nisiingie nisi kwenye gari nisiingie kwenye gari, kwenye gari. Ah, ah, amna si tunakatazwa kuingia kwenye gari, atalala hapa. Shida iko hapa, shida iko hapa, tusichezeane, tusichezeane, tusichezeane